Wewe unaitwa nani? Jina yako ni ngumu sana. Uko na miaka ngapi? Sasa uko na mshikaji? Ulianza kudate ukiwa na miaka ngapi? Tangufa mtu paka wale, umedeti kama wanaume wangapi hivi, yaani roughly? Mmoja peke <laughs> yake mmoja peke yake yeah? Hey, kwani unamtrust aje, unamwamini sana? Sina fani trust mtu na date. Yeye anakutrust pia eh? Mm. Lakini umewahi jaribu kutumia kondomu? Mm. Mm. Lakini unachiwa kondomu ni nini? Mm. Mm. Kati ya kutumia kondomu na vile unafikiria kati ya kutumia kondomu na wakati utumie kondomu ni wakati gani, wani unasikia uko comfortable kabisa yani unafurahi hata wewe mwenyewe. Si wakati situmii, that's why situmii. Oh, ndio maana unapendi kondomu kabisa. Yani tuseme wewe wezi tumia kondomu kabisa. Ulisikia wapi? Okay, sasa nikuulize lakini unajua aina ngapi za kondomu? Wasijui mbele ya Mungu. Umewahi ona kondomu? <laughs> Najua zile za kutengenezea mpira. Ha? Zile za kutengenezea mpira. Eh. Hizo ni kondomu gani? Hizo nyo natengenezea mpira uko ushago, zile mpira za ushago, si hizi zingine. Yaani unamaanisha hii inaitwa aje, inaitwa aje, inaitwa aje? Hii balloon. e, e, e, e, e, inaka balloon basi ni kondomu. <laughs> Oh, okay. Eh, ni, acha nikuonyeshe, acha nikuonyeshe ni kwa nani. Ndio hii. Shika e, uone vile zinaonekana. Umegoja ona hiyo? Bado. Unajua ona hiyo? Mm -hmm. Sasa mimi nataka nikupatie bure. Uende kujaribu. Siwezi tumia mimi. Uwezi tumia condom kabisa? <laughs> Siwezi mbele ya Mungu, siwezi. Huh? Siwezi. Wallahi. I swear siwezi. Ninakupatia tu bure condom madam. Na Scovia anakupatia condom bure. Unataka condom yangu kabisa? labda ningetumia na wewe ingekuwa sawa? Advise your future husband, yule anakuja kukuoa, anataka kuwe namna gani? Nataka kuwe mtu faithful kabisa e. hmm. mm. inikesi kama mumeoana halafu mpata ako na mpango wa kando, jamani, utachukua tua gani? Sizichukua tua yote, na kubali tu tukue wawili <laughs> Ah, utakubali tu uh, uh, uh, akuletee pipi mwingine. It's better tukue wawili kuliko hali hali na wewe ni kesi kama shetani ataingilia hapo katikati na wewe akupate na mpango wa kando utachukua tu, pia kubali wakue wawili. Okay, waambie wale wanakutazama wana kutoka kwa wakue safe. Be safe. Atumie nini na nini? Tumie ni kondom na akili lakini hata kama wewe utumii watumia akili na watumie kondom asitumie condom lakini natumia akili. Ah, <laughs> nimeshukuru. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Asante.